Kwa hiyo mafunzo yetu kwa leo kwa ujumla, ya ndio yatahusiana ya na maeneo hayo, lakini yataanza kama trekta, yataanza kutokea mwanzo maandalizi mpaka shida mbalimbali ambazo zina mbali mbali uwezo zinaweza kujit, kujitokeza shambani, lakini na jinsi ya kuzitatua hizo shida. Kwa hiyo kwa kifupi, mafunzo yetu watakumbushwa mambo mbalimbali ambayo walikuwa wakiyafanya kwa matrekta aina nyingine, lakini kwa matrekta haya mapya ni jinsi gani anaweza yakatokea ya, na jinsi gani wanaweza wakakabiliana nayo, lakini na umaopereta vile vile. Hii ni mashine ya mpunga, kazi yake kubwa ni kuvuna mpunga <coughs> inavuna mpunga kwa usafi, ambayo inafanya kazi multipurpose, yani inavuna ambayo inakata na kusafisha, ambayo baada ya kuvuna unapata mazao yakiwa katika usafi ulio bora. Kingine <coughs> Tuna trekta ambazo tumezileta, tuna trekta ina mbili, tuna Kubota L45 ambayo ni uspaa wa arobaini na tano na tuna swaraji ya test sti na tatu ambao ni uspawa stii na tano ambazo h hizi trekta zinasaidia katika kuandaa shamba. Kuanda shamba kivipi? sababu kuna majembe unaotumika katika kulima, kuna rotaveta katika kuchabanga udongo Kombaini na vesta hizi ikafanya kazi kabla ya trekta. Kwa hiyo tunaanza na trekta kwanza, halafu tunafuata nini? Kwenye kuvuna. Kwa hiyo tunaanza kwanza kulima, tunapanda, kwenye kuvuna tunatumia nini? Kombaini na vesta. Cha ushauri wangu wa kwanza kwa, kwa maopareta cha kwanza ni matunzo ya hizi mashine, sababu unapotunza mashine zinadumu kwa muda mrefu na pia mashine hizi zinahitaji uangalifu wa hali ya juu kwa sababu gani? hizi ni chuma. Tunapokosa uangalifu mwanake, zinafanyaje? Zinapata changamoto. Kwa hiyo zikitunzwa zinakaa muda mrefu. Mradi huu una faida kubwa kwa sisi, kwa serikali na pia vile vile kwa wananchi, kwani itasaidia wananchi kufanya shughuli zao za kilimo katika hali ya, uz ya uzuri kabisa, kwa sababu tumeona trekta zetu zipo hapa. Kuna trekta kubwa na vile vile kuna trekta zetu ndogo ambao vile, vile kuna combine hii kombaini itatusaidia katika harakati za uvunaji. Kama ilikuwa mkulima anatumia siku mbili kuvuna shamba yake, lakini akitumia ile kombaini ambao kwamba tunaona nyuma yetu hapo, anaweza akatumia ndani ya masaa mawili tayari kashamaliza shamba yake ya eka moja. Kwa hivyo tunaomba, na hizi zana zitakapokuja, wapelekewe wakulima ili wajue na tuongeze, waongeze kipato chao katika uzalishaji.